Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Haki TV? Siku zote tunakwambia tupo kwa ajili ya jamii yenye haki na usawa. Siku ya leo Haki TV tumefika hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo tunashiriki kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa asasi ya haki za binadamu hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tutaonana na uongozi lakini pia na wanafunzi. Wana nini cha kutuambia kuhusiana na hii aa, asasi ambayo inapaza sauti juu ya haki za binadamu hapa chuo? Endelea kuungana nasi. Anaitwa yeah, shogshdmwakalila ni rais wa asasi za haki za binadamu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa nini leo hii tupo hapa? Leo ni siku ya mkutano mkuu wa asasi za haki za binadamu chuo kikuu cha Dar es Salaam na vilevile vile siku ya leo kutakuwa kuna uchaguzi wa viongozi wapya mm, na viongozi wa zamani kupokea vyeti vyao kwa kumaliza uongozi. Mimi namaliza zuri. Katika uongozi wangu tumefanikiwa, cha kwanza kabisa tulikuta hii asasi haina account number ya, ya kupokea funds kutoka nje ya chuo. Na hivyo maanisha mm -hmm, ni kwamba hatukua tuna account number ya kupokea ela yoyote, ama kama mtu alitaka kuchangia ambao nje ya chuo na kwa sababu sisi ni asasi ambayo inadili na haki za binadamu Uongozi wa daruso, uongozi wa wanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, ili ilinipigia simu kama rais na ikaomba kama itawezekana, tuwepo katika katika hiyo panel ya kuchanganua mstakabali wa huyo binti kupatiwa haki zake. Na kweli tulitokea katika mkutano na kulikuwa kuna jaji mkuu, na tukaeleza kwamba sisi yeah. yetu, kitu gani, na hii association yetu ina dini na kitu gani na tufanyaje ili huyo mtu aweze kusaidia haki zake, na baadaye haki yake ilipatikana, ndio mm -hmm. Kwa maana hiyo, kazi huwa mnafanyaje? huenda kuna wengine hawajui kuhusu asasi ya haki za binadamu hapa chuoni na wanapitia changamoto za haki za binadamu kama wengine. Okay, asante sana sisi, kama nilivyosema mwanzo, sisi ni asasi ya haki za binadamu chuo cha Dar es Salaam tunajihusisha sana sana sana, wow, na wanafunzi wa hapa chuoni mm-hmm, lakini pia tunaweza kupata cha changamoto za wanafunzi nje ya chuo, lakini pia tukawasaidia kiushauri, lakini sana sana tunawasaidia wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam na kama wewe ni mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam, umenyanyaswa haki yako, ama unataka ujue vitu mbalimbali kusana na sheria haki yako, unaweza ukatona sisi moja kwa moja au kama umepata changamoto, labda tuseme labda changamoto yako ni umenyanyaswa labda haki yako kwa sababu ya kijinsia, utaanza kwanza na, na gender desk. Desk ni association, ama ni, ni kikundi ambacho changamoto zote changamoto ambazo zinahusiana mtu mm. kunyanyaswa haki yake ya kijinsia. Kisha toka pale then wale watu wa gender desk ndo wanatulink sisi UDHRC kwa pamoja kumsaidia kutatua changamoto zake. Kwa hiyo, sisi UDHRC tuna ili sana sana na gender desk tunashirikiana pia na polisi ya kuzilali wapo hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam na uongozi kwa ujumla. Kwa hiyo, kama mtu akipata changamoto yoyote anaweza akaja kwetu sisi moja kwa moja ama akapitia kwanza gender desk, then sisi gender desk itatulink na sisi UDHRC na pia au ama polisi wapa chukuu cha Dar es Salaam, changamoto yake itakuwa imetatuliwa kufikia hapo. Kabisa tungeomba hawa wadhamini ama wazazi wetu, ambao kama nimekwisha kuwataja, ya watu support sana sana katika elimu, kwa sababu wao kama wazazi wanajua wana wanauelewa mpana kuhusiana na haki za binadamu. Wangekuwa wanatupatia elimu ambayo elimu ni ya vitendo, pia elimu pia kwa wanafunzi, kwa sababu unakuta mwanafunzi hana hiyo elimu vizuri ya haki za binadamu kwa wao kama wazazi waki wakitusaidia tusa, waki katika kuendesha hizo seminar, wakituunga mkono katika event zetu ambazo zina raise awareness, watatusaidia katika namna moja au namna nyingine. Mm -hmm. Na pia katika uwezeshaji wa event zetu ndio tunatamani tuna watupatie elimu lakini pia kuna kuna event zetu ambazo zingine tunazi, tunazifanya nje ya elimu mfano kuna kwa kuna siku ya refugee tunafanyaga kwa kuna siku ya ya, ya mtoto ama the day of African Child tunafanyaga kunakuwa kuna siku ya, ya migration, watu wale ambao wana migrate kunakuwa kuna event mbalimbali mbali, ambazo hizo event kama wazazi wakitushika mkono wa kutusaidia katika funding, tukazi, tukaziweze, tukaziwezesha na hizo event zikafanyika katika ubora na hata watu kuona hizo event zikifanyika katika ubora watajiunga na hii association ama hii asasi. Asante. Wito wako ni nini hasa kwa wanafunzi wengine hapa shuleni? Pia wewe ndio unaachia ngazi yako, lakini pia unaenda kumaliza chuo. Asante. Wito wangu ni mmoja. Cha kwanza, association hii ama asasi ni nzuri, kwani sio tu kwa kiongozi. Nimekuwa kiongozi katika hii asasi na nimeona nimeona faida yake kubwa sana. Cha kwanza kabisa, kupitia uongozi wangu nimefahamu vizuri maana ya haki za binadamu. Mimi ni miongoni wale wanafunzi ambao nilikuwa sijui. Kwa kweli nilikuwa sina ule uelewa mpana wa haki za binadamu. Lakini kwa sababu nimekuwa katika uongozi ama nimekuwa mwanachama ambaye hai katika hii asasi nimeweza kuelewa haki za binadamu ni nini. Kwa hata mimi mwenyewe nikipata changamoto najua naanzia wapi na kufikia wapi. Pia vile vile kunakuwa kuna event mbalimbali, kunakuwa kuna midahalo mbalimbali, kuna wageni wanatoka sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna kuna kama mtu kweli ana taka apige hatua katika namna moja au nyingine, kuwa katika hii asasi itakuwa kama daraja yake kwake katika mafanikio. Kwa mfano kuna tukia, kuna kwa hizo event kunatokea kunakuwa kuna watu kutoka nje ya vyuo kutoka association tofauti, organization tofauti ambao wanaweza kumsaidia yeye kama Kukua kama daraja ya kupata maybe ajira, kupata kazi, kupata uelewa labda juu ya kitu fulani. Kwa hiyo nawaasa sana sana wanafunzi wenzangu ambao hawajawa bado memba wa UDHRC, wachukue fomu zao siku ya leo, tutagawa fomu. Tutagawa fomu physically, tutapitisha fomu pia online kwenye magrupu yote ya UDSM students, tutapitisha hizo fomu. Nawaasa sana sana wajaze hizo fomu kuwa wanachama na pia kitokea nafasi ya kugombea kuwa kiongozi na waasa sana wagombee, kwa sababu ni platform ama ni association ambayo ni nzuri, itakusaidia wewe kama binadamu kujua haki zako na itakusaidia wewe hata kufanikiwa huko mbeleni. Asante. Asante. Nitoa Jared, ni katibu a asasi ya, asa, uh, ya haki za binadamu <tos> <tos> Asasi ya haki za binadamu hapa chuoni inahusika na kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na haki za binadamu ku, ku create awareness kwa watu kwamba wajue kwamba haki zao ni zipi, endapo zikivunjwa wanapaswa kwenda wapi, wanapaswa kufanya nini, procedure gani wanapaswa kuzichukua, na waanzie kwa nani. Hivyo ndio, hilo ndio jukumu letu kubwa hapa chuoni, ndio ndio, mambo mengi tumewasaidia. Unakuta kuna mtu labda ana haki yake inavunjwa, labda kuna kipindi ilitokea ishu ya kwamba wanafunzi wasivae sendos, ehe mm. <tutu> kwao walikuja wakatuambia, sisi tukafikisha mahala inapohusika, wakasaidia <tutu> <tutu> <Sendoza na vayi>. Dhe, mm. ni mwanafunzi wa sheria mwaka mm. wanne chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wewe, yeah, ni kiongozi au ni mwanachama kwenye hii asasi? Hapana, mimi ni mwanachama kawaida. mm -hmm. mm -hmm. eh, na wa kawaidacha kwa ah, kwanza kabisa asasi ya Human Rights Chuo mm -hmm. Kikuu cha Dar es Salaam ni asasi ambayo cha kwanza ime imenikuza mimi kama mimi mm -hmm. ni asasi ambayo imenikuza na imenifundisha mengi, mbali na kwamba nasoma haki za binadamu kisheria, lakini pia nikiwa huko ndani kwenye taasisi hii au asasi hii najifunza mengi sana. Cha kwanza kabisa kuhusu haki za binadamu. Kwa sababu tunajua kwamba ni kweli ni haki ambazo zipo kisheria na zipo kikatiba, lakini utekezaji wake ukoje? Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunakuja kujifunza kama sehemu ya practical issues. Kwa hiyo unakuta unapata knowledge zaidi kwamba ni vitu ambavyo unavisoma darasani kweli, lakini ukija kwenye, kwenye mazingira ya kawaida unazidi kugaini, unazidi kugaini knowledge kubwa sana. Lakini kitu kingine kuhusu asasi hii ni utayari au nikizungumzia kwa ujumla utayari wa wanachama mm. Yaani utayari wake bado uko chini watu bado wana kuna ile kusitasita umeona mm. eh, ndio maana... Unadhani kwa nini watu wana sita sita ikiwa haki za binadamu ni swala mtambuka? yes, ni ni swali zuri kwamba swala la binadamu ni haki za binadamu ni haki za mtambuka si ndio? Lakini awareness bado iko chini mm. Ehe, awareness au ile kwamba kuna ile kwamba kitu kipo ni, ni haki of course yani, zipo lakini utekezaji wake uko chini, kwa mtu anaona ya nini, yani kwa anasema bora niende kwa mambo mengine ya msingi, lakini utayari wa watu bado uko chini mm. Nadhani sababu kubwa au changamoto kubwa ni awareness bado iko chini, au hamasishaji bado watu hawajawa na ile utayari Mm. Ni kipi kifanyike wewe? Ni maana unamaliza mwaka huu mm. Un ah cha kwanza ambacho naweza nikashauri kifanyike ni kuhusu mm, nini washa au um, matamasha mbalimbali mbali ya kuhamasisha watu kujiunga na nini na chama na, na asasi ya haki za binadamu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mm. uhamasishaji ni kweli hupo, lakini bado huko chini sio kwenye kile kiwango ambacho kiko juu sana mm -hmm. Kwa hiyo ambacho naweza nikashauri kwa uongozi nao kuja au kwa wajumbe wanaobaki na wanachama, ni uhamasishaji wa haki za binadamu. Iwe ni wajibu wa kila mmoja kwamba Solonga ziwe ni mwanachama, uwe na wajibu wa kuhamasisha watu wajiunge na asasi hii, kama tunavyoona wanasiasa wanafanya au wagombea wanafanya. Na sisi huo wajibu wetu, kuhamasisha watu kufanyeje, kujiunga, kwa sababu ni mtu atajifunza mengi sana mbali na kwamba ni vitu anayosoma darasani, anajua kwamba sheria inasema hivi na nini, lakini pia utekelezaji wake ukoje? umeona mm. Ni kitu ambacho atakuja ukigeni sana kwao. Ninachoweza kushauri kwa wajumbe wanaobaki au sisi ambao tutakuwa nje ni kuhamasisha wanafunzi wanaokuja chuo kikuu, lakini pia na wale ambao bado wapo, waendelee kufanyaje, kujifunza ili na kuhamasisha kujoini kwenye hii asasi waweze kupata mambo mengine zaidi na na mazuri. Um, kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2024 nili mwaka 2020 nilijiunga na, na, 20, na klabu ya haki za binadamu ambapo nilijiunga kama mwanachama, na baada ya hapo mwaka 2021 pia nilipata nafasi ya kuchukua nafasi ya uongozi katika nafasi moja wapo, hadi namaliza maliza, nilikuwa pia kiongozi wa haki za binadamu kwa hiyo Uh, mi pia ni miongoni mwa watu ambao wamepita kwenye asasi za, asasi ya haki za binadamu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, na um, kwa mujibu wa katiba yetu ya UDHRC um, wanachama ambao ni associate member wale waliomaliza wanatambulika pia kama wanachama wa klabu ya haki za binadamu. Asante. Kwa hiyo uko hapa kama zao au kama ushuhuda, eh, unawaambia nini kwa miaka minne ambayo umekuwepo hapa kama kiongozi lakini kama pia rais? Unawaambia nini wanafunzi ukiwa ni mtu ambao umejengwa na hii club mpaka sasa hivi uko mtaani na unafanya kazi? Um, yeah. Asante kwa swali zuri. Kwanza, ningependa kusema kwamba nawashukuru watu ambao nimepita mikononi mwao ambao niliwakuta akiwa viongozi, yeah. Kwa kipindi hicho Uh, walitusaidia kuitambua klabu na pia kuishi kwenye misingi ya klabu na misingi mingine ya, ya kimaisha ya kawaida. Kwa hiyo nasema mimi ni naweza kusema ni zao lakini vilevile mimi ni ushuhuda kwamba Klabu ya Haki za Binadamu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni miongoni mwa klabu ambazo zinawasaidia wanafunzi kupata nafasi ya kuchukua hatua mbalimbali mbali za kiuongozi lakini pia za kiharakati katika kuendeleza gurudumu la kutetea haki za binadamu kwao, na nashuhudia kwamba nimelelewa na klabu, nimekuwa na sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa navipata nikiwa kwenye klabu, vitu vingi hadi nafasi ya kazi ninavyopata, maana manake, uh, watu wameona kid impact, matokeo ambayo uliyaonesha kwenye, kwenye jamii uliokuwepo, ingawa ilikuwa jamii ndogo, naenda kuwajibika kwa jamii kubwa zaidi. Kwa hiyo ni ushuhuda, lakini pia kusema nizao, ni zao ni kwamba vile vitu ambavyo tulikuwa tunafundishwa matokeo yake ndo, mazao, ndo tunaita mazao. kwa vile vitu mijadala mikutano matukio mbalimbali ambayo tulikuwa tunashirikishwa kushiriki ndo o, mazao haya tunayoona kwamba sasa hivi alianza kuwa mwanachama akawa kiongozi sasa hivi ni mtumishi anaweza kufanya kazi. Neno mm. moja kwa wanafunzi ambao wameona ni uzito kuingia kwenye hii kauli ya haki za binadamu. Um, natoa wito kwa wanafunzi kwamba tunapokuwepo shule tumekuja na, na lengo la kwanza ni kusoma yeah. Lakini wito wangu ni kwamba unavyokuja kusoma chuoni kuna katiba ya chuo pia imeruhusu e, e, wanafunzi kujiunga na na vyama mbalimbali ambavyo vipo ndani ya, ya chuo na mashirika au vilabu mbalimbali ambavyo vipo ndani ya chuo. Lakini pia hata katiba ya nchi inawapa watu nafasi ya kushiriki eh, haki ya kukusanyika, kukutana kwenye, kwenye vyama mbalimbali. Kwa hiyo na unapokuwa huko sio kwamba unapoteza muda unapata nafasi ya kujifunza, unapata nafasi ya kushiriki na kujiendelea kujijengea kujenga uwezo wako na kupima baadhi ya vitu ambavyo unajifunza una. Kwa hiyo nawakaribisha kwamba kwenye um, klabu ya haki za binadamu, nawaalika au nawapa wito kwamba waje kwenye klabu ya haki za, za binadamu wajifunze na wapanue mawazo yao, waone nafasi nyingine ya klabu katika kushepu Uh, nafasi zao za baadaye. Um, naitwa Alpoto mm, Saninga. Um, ni mwanasheria, okay, lakini pia ni afisa utawala wa shirika la Dignity kwanza, um, kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini hadi mwaka elfu mbili na ishirini na nne nili mwaka 2020 aihii nilijiunga na klabu ya haki za binadamu, ambapo nilijiunga kama mwanachama na baada ya hapo, mwaka 2021 pia nilipata nafasi ya kuchukua nafasi ya uongozi katika nafasi mojawapo hadi na maliza. Nilikuwa pia kiongozi wa haki za binadamu, kwa hiyo mi pia ni miongoni mwa watu ambao wamepita kwenye asasi za asasi ya haki za binadamu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na kwa mujibu wa katiba yetu ya UDHRC, um, wanachama ambao ni associate member wale waliomaliza wanatambulika pia kama wanachama wa klabu ya haki za binadamu. Asante. Kwa hiyo uko hapa kama zao au kama ushuhuda eh, unaoambia nini? kwa miaka minne ambayo umekuwepo hapa kama kiongozi, lakini kama pia rais, unaambia nini wanafunzi, kwa ni mtu ambao umejengwa na hii klabu mpaka sasa hivi uko mtaani na unafanya kazi Um, yeah. Asante kwa swali zuri. Kwanza ningependa kusema kwamba nawashukuru watu ambao nimepita mikononi mwao ambao niliwakuta wakiwa viongozi kwa kipindi hicho. Uh, walitusaidia kuitambua klabu na pia kuishi kwenye misingi ya klabu na misingi mingine ya, ya kimaisha ya kawaida. Kwa hiyo nasema mimi ni, naweza kusema ni zao lakini vilevile mimi ni ushuhuda kwamba klabu ya haki za binadamu chuo kikuu cha Dar es Salaam ni miongoni mwa clubs ambazo zinawasaidia wanafunzi kupata nafasi ya kuchukua hatua mbalimbali mbali za kiuongozi lakini pia za kiharakati katika kuendeleza gurudumu la kutetea haki za binadamu kwao, na nashuhudia kwamba nimelelewa na klabu, nimekuwa na sasa hivi kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa navipata nikiwa kwenye klabu, vitu vingi hadi nafasi ya kazi unavopata. Maana yake uh, watu wameona, kid impact, matokeo ambayo uliyaonesha kwenye, kwenye jamii uliokuepo, ingawa ilikuwa jamii ndogo, unaenda kuajibika kwa jamii kubwa zaidi. Kwa hiyo ni ushuhuda, lakini pia kusema ni zao, ni kwamba vile vitu ambavyo tulikuwa tunafundishwa matokeo yake ndo mazao, ndo tunaita mazao kwa vile vitu, mijadala, mikutano matukio mbalimbali ambayo tulikuwa tunashirikishwa kushiriki, ndo o, mazao haya tunayoona kwamba sasa hivi alianza kuwa mwanachama akawa kiongozi, sasa hivi ni mtumishi, anaweza kufanya kazi mm. Neno moja kwa wanafunzi ambao wameona ni uzito kuingia kwenye hii ya haki za binadamu, ah um, natoa wito kwa wanafunzi kwamba tunapokuwepo shule tumekuja na, na lengo la kwanza ni kusoma yeah. Lakini wito wangu ni kwamba unavyokuja kusoma chuoni, kuna katiba ya chuo pia imeruhusu e, e, wanafunzi kujiunga na na vyama mbalimbali ambavyo vipo ndani ya, ya chuo na mashirika au vilabu mbalimbali ambavyo vipo ndani ya chuo. Lakini pia hata katiba ya nchi inawapa watu nafasi ya kushiriki eh, haki ya kukusanyika kukutana kwenye, kwenye vyama mbalimbali. Kwa hiyo na unavyokuwa huko sio kwamba unapoteza muda unapata nafasi ya kujifunza, unapata nafasi ya kushiriki na kujiendelea kujijengea kujenga uwezo wako na kupima baadhi ya vitu ambavyo unajifunza una. Kwa hiyo nawakaribisha kwamba kwenye um, klabu ya haki za binadamu, nawaalika au nawapa wito kwamba waje kwenye klabu ya haki za, za binadamu wajifunze na wapanue mawazo yao, waone nafasi nyingine ya klabu katika kushepu Uh, yif nafasi zao za baadaye. Yusuf Ramadhani ni mwanasheria anafanya kazi kituo cha sheria na haki za binadamu kama afisa vijana na watoto. Na moja kati ya majukumu yangu au yetu makubwa ni kuratibu na kuvilea vilabu vya haki za binadamu nchini Tanzania, ambapo kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kina takriban vilabu 350 e, Tanzania nzima, ikijumuisha ngazi ya shule ya msingi, sekondari, vyuo na vyuo vikuu, ambapo lengo lake ni kuhakikisha vijana wanapata uelewa, maarifa na hamasa juu ya masuala mazima ya haki za binadamu, ili tuweze kuwa na kizazi ambacho kina uwezo wa kuzilinda na kuzitetea haki za binadamu hatimaye naye tuweze kuwa na jamii yenye haki na usawa. Asante e, sana. Sisi kama walezi wa klabu hii ya haki za binadamu hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Judaism Human Rights Association, tunayo furaha na heshima kubwa ya kuwepo hapa na vijana wetu katika siku yao kubwa, ambao wanafanya mkutano wao mkubwa wa mwaka, ambao kupitia mkutano huu huwa wanafanya tathmini wa shughuli zao za mwaka mzima, mafanikio na changamoto. Lakini pia kupitia mkutano huu huwa wanafanya uchaguzi wa kuchagua uongozi wa klabu yao kwa mwaka mwingine wanaokuja. Kwa sisi kama walezi tumeona hii ni heshima kubwa, lakini pia ni kitu cha msingi, sisi kuja kuwatazama vijana wetu ambao tunawalea kwa muda wote, kuona namna gani wanaenenda, lakini mafanikio waliyoyapata na sehemu ya changamoto wanazopitia, ili tuone namna gani tunaweza tukazisaidia kuzitatua, ili tuhakikishe lengo la msingi la kuhakikisha vijana wanatumia hizi klabu kama fursa ya kupata maarifa na hamasa na uthubutu juu ya masuala ya haki za binadamu wanafikia. Ni kwa muda gani LHRC mmekuwa mkiwalea hawa wanafunzi ambao wanakuwa kwenye asisi ya sasi, haki za binadamu? Lakini pia katika huo muda ni mchango gani ambao mmechangia wao kufikia ndoto au kuwa sauti ya haki za wengine na haki zao? Asante. Uh, ni kwa muda mrefu sana kituo cha sheria na haki za binadamu kimekuwa na mpango au program hii ya kulea vijana na watoto ngazi ya shule uh, vyuo na vyuo vikuu na ni zaidi ya muongo mmoja katika uhai wa Legal and Human Rights Center ambapo sasa hivi tunatimiza miaka 30 ya uwepo wetu. Tumekuwa tukilea vilabu hivi vikiwemo vilabu vya chuo kikuu cha Dar es Salaam, hapa Judaism Human Rights Association. Na nini tunafanya? Kitu cha kwanza huwa tunawapatia, tuna mafunzo juu ya masuala mazima ya sheria mbalimbali na uh, haki zao waweze waweze kuzitambua haki na wajibu wao mm. Lakini pia tunawapatia fursa ya kushiriki eh, kwenye warsha, semina, na makongamano mbalimbali mbali ambayo yanawakutanisha wao na wadau watetezi wa masuala mazima ya haki za binadamu ambayo kituo cha sheria tunayaandaa au kupitia mashirika rafiki mashirika dada wanayaandaa. Sisi kituo cha sheria tunapeleka vijana, lakini pia tunawapatia msaada wa kitaalamu, technical support, katika mazingira ya kuendesha vilabu vyao, lakini katika mazingira ya kukabili changamoto za kisheria na changamoto ambazo ni nje ya za kisheria zinazokabili uendeshaji wa klabu zao au maisha yao kwa ujumla katika asasi na taasisi walizokuwepo mm. Ni kipi hasa ambacho mnajivunia kwa sasa kutokana na hizo kazi zote mnazozifanya, uh, kwa hawa vijana? Labda kuna vijana ambao mliwatengeneza katika mazingira hayo na sasa hivi wamekuwa ni sauti ya watu wengine Hakika uh, kituo cha na haki za binadamu kupitia mpango huu au programu hii ya vilabu vya vi haki za binadamu ambavyo vinawalenga vijana na watoto ngazi ya shule, eh, vyuo na vyuo vikuu tunayo faraja na heshima kubwa ya kusema eh, tumetengeneza vijana wengi wenye tija katika taifa hili na bila ya kupepesa macho, tukianza na mkurugenzi wetu mtendaji eh, wakili msomi Daktari Ana Henga, yeye ni moja kati ya mazao ya klabu hii ya Human Rights Association. lakini pia ukizungumzia vijana wengine ambao kwa sasa wanaweza wasiwe vijana, tunaye wakili msomi Onesmo Olengurumwa ambaye ni mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi Ahaa, ni zao la klabu hii ya. Lakini wapo wengi wanaofanya na kujishughulisha kwenye asasi za kiraia, e, mashirika ya serikali na mashirika binafsi na kampuni ambao wamezaliwa kutokana na klabu hii tu, ukiachana na klabu zingine. Kwa kufanya hivyo tu sisi binafsi kama kituo cha haki za binadamu ambao ndo waanzilishi wa program hii e, tunayo faraja. Ndio maana hata mimi pia ninayezungumza mbele ya kamera na maiki hii ni zao halisi la klabu za haki za binadamu nikiwa nimetokea kwenye chuo kikuu Mzumbe, lakini pia na programu nzima za ngazi ya shule, nikiwa nimelelewa na klabu ya haki za binadamu. Kwa hiyo inatoa vijana wengi, na hao vijana wanatumikia kwenye asasi na maeneo mbalimbali. Lengo letu linafikia, kwa sababu lengo la kwanza lilikuwa ni kuhakikisha jamii wanalipokea hili swala kwamba haki za binadamu sio kitu ambacho kinakuja baada ya kufanikisha kila kitu. Haki za binadamu ndio msingi wa kufanya kila kitu. Ukiondoa haki za binadamu, hakuna kitu kingine. Kwenye jamii ya leo tunaona kuna ufinyaji mkubwa wa uhuru wa kujieleza na kupaza sauti, huenda tofauti na zamani ambapo vilabu kama hivi vilikuwa vinatoa matamko vinakuwa viko mbele zaidi. Labda kama ile chirasini walezi, nawaahidi nini watoto hawa au vijana hawa katika kuendelea kuwa sauti za wengine, kupaza sauti bila kuogopa eh, ili hali tu wanakidhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. uh... Sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu mambo tunayoyafanya yote yanaakisi uwepo wa sheria na taratibu lakini pia na misingi mikuu ya haki za binadamu. Kwenye masuala mazima ya sheria, lipo swala linalozungumzia uh, jurisdiction, eneo fulani ambalo mtu fulani anaruhusiwa kufanya mambo yake, na akitoka eneo hilo, huenda asiruhusiwa kufanya mambo yake. Dhamira na lengo letu kwenye hizi klabu ni waweze kuwa sauti na watetezi katika jamii inayowazunguka kwenye vyuo

tunawajengea tuna, tuna, tuna uwezo waweze kuzitetea haki za wanafunzi wenzao ngazi ya chuo kwa kufuata utaratibu uliowekwa ngazi ya chuo ambao pia unahusisha na taratibu za uwepo wa chuo husika. Lakini watakapoona kwamba haki hiyo haijapatikana na wao wameshindwa, basi wanaweza kufanya ruf, rufaa kuweza kuleta kwetu sisi na sisi kuweza kuingilia kati au kuweza kushirikiana na wadau wenzetu kuweza kuingilia kati kuweza kufikia hizo haki ambazo huenda zimevunjwa au zinaelekea kuvunjwa. Lakini uwe uwepo wa wanaharakati kutoka ngazi ya taasisi kama hizi inaweza ikaleta chachu ya kutambua watu ambao wanaweza wakapokea hivi vijiti kwa sababu sisi hatutakuwepo milele kwa hiyo hao watu wanaweza wakaja sasa wakafanya harakati za kitaifa kituo cha sheria haki za binadamu ni shirika la kitaifa lakini UDSM Human Rights Association sio shirika la kitaifa ila ni shirika lililo ndani ya chuo cha UDSM kwa hiyo lina uwezo na linayo haki ya kisheria ya kufanya shughuli zake ndani ya chuo cha UDSM ila kufanya nje ya chuo cha UDSM maana yake wanatakiwa wafuate kwa hiyo kwenye kutoa matamko ambayo yanaweza yakahusisha vitu vibovu havijafanyika ndani ya chuo cha UDSM inawezekana kawa tumewapa mzigo mkubwa. Lakini kutoa matamko juu ya mambo ambayo yamefanyika ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM inakuwa ndani ya mandeti yao, inakuwa ndani ya mamlaka yao. Na pale ambapo watakuta wamesiginwa haki zao, basi wanayo nafasi ya kufanya rufaa kuja kwetu na sisi kama wataalamu wa bubezi wa maeneo haya kwa kushirikiana na wenzetu au sisi wenyewe kupitia fumo rasmi ya sheria tunaweza kuzitetea hizo haki, lakini pia tunaweza kuwaongezea uwezo na kuwapatia kinachostahili kuhakikisha haki zao kama vijana na watoto katika ngazi hizi za elimu zinalindwa, lakini kuhakikisha kwamba kesho ya Tanzania inakuwa bora, ambayo inaakisi jamii yenye haki na usawa.